Dini ya Kiislamu ilitangulia kuingia hapa nchini na iliingia karibu karne ya tisa, na ndipo Ukristo ukaja rasmi katika karne ya kumi na tisa. Kwa hiyo utaona kuna tofauti ya karne kumi hapo, na dini ya Kiislamu iliyotangulia hapa ilijenga mazingira mazuri sana ya ushirikiano na umoja na wananchi walioishi nao na kwa kuwaheshimu jinsi walivyo, pamoja na kwamba walikuwa wanafuata dini za, za asili lakini wali, waliishi nao kwa kuwatambua na hata wakaanzisha jamii ya pamoja, jamii ya Waswahili kama ambavyo tunajua. Kwa hiyo katika mazingira hayo hata zilipokuja dini zingine na hasa dini ya Ukristo, walikuta hayo mazingira na walikaribishwa vizuri sana na wenzao ambao walitangulia na hata wakawaonyesha maeneo ya kufika maeneo ya kufikia, lakini wakawapa hata ulinzi wa kuwawezesha kufika na kufanya huduma zao za kueneza injili hapa nchini. Kutokana na msingi huu ambao uliwekwa toka awali, dini hapa Tanzania zimekuwa zikishirikiana, na hilo limekuwa ni silaha kubwa sana tofauti na nchi zingine hapa katika bara letu la Afrika, kwa sababu sisi wa Tanzania tunaheshimiana sana japo uh, tuna dini zetu mbalimbali mbali, na mabaraza yetu makuu ya dini kwa hapa Tanzania yani Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, Baraza la makanisa ya Kikatoliki hapa Tanzania pamoja na baraza la Kikristo Tanzania yani jumuiya ya Kikristo Tanzania, tumekuwa tukifanya kazi kwa pamoja na tumeanzisha vyombo vyetu viwili ambavyo vinaratibu utendaji wetu wa pamoja katika kuimarisha umoja, mshikamano, lakini hata katika kuwafikia Watanzania katika kuwahudumia huduma mbalimbali tuna dawati letu linaloitwa Tanzania Interfaith Partnership ambalo kwa sasa liko chini ya wenyekiti wa Bakwata na katibu wetu mkuu wa Bakwata, ndiye mwenyekiti, lakini tuna dawati letu lingine ambalo linaitwa Interfaith Standing Committee On economic justice and integrity of creation nalo liko chini ya wenyekiti wa wa CCT pamoja na mwenyekiti mwenza kutoka Bakwata, na huwa tunakwenda kwa mzunguko. Kwa kutumia madawati haya, tumekuwa tukiwafikia Watanzania kwa huduma mbalimbali, na hasa mambo ya afya. Uh, panapokuwa na milipuko ya magonjwa basi tunatumia madawati yetu haya ya kufanya kazi na serikali kwa karibu kuwahudumia Watanzania katika mambo ya afya. Lakini hili lingine, utaona tumejikita katika mambo ya haki za kiuchumi pamoja na utunzaji wa uumbaji ambao Mungu ametupatia, ili zile rasilimali ambazo zipo basi ziwafae Watanzania na pale ambapo kuna mahali labda wananchi wanaishi pale na kuna uchimbaji sijui wa madini unaendelea au kilimo chochote kile ambacho ni kikubwa kinaendelea, na kinahatarisha afya za watu katika mambo ya utunzaji wa mazingira, basi tumekuwa tukiwa pamoja na wananchi kuwatetea, lakini hata na mambo yanayohusiana na kuimarisha umoja na amani. Kwa hiyo kwa kutumia madawati yetu haya mawili ambayo tunayo tuliona kuna haja ya kukutana siku hii ya leo. Na kwa sababu ajenda yetu nyingine huwa ni kuimarisha mshikamano pamoja na umoja na furaha miongoni mwa Watanzania, waishi wakitegemeana, wakisaidiana na hata basi kuwa na mazingira ambayo ni salama kwa kila mmoja. Kwa hiyo tume, tumeona ni vizuri tuitane, na hasa kama alivyosema katibu mkuu wa BAKWATA kwamba tunapoelekea sasa hivi katika uchaguzi, ni vizuri sisi dini zetu kuwa na sauti ambayo ni moja, kwamba Watanzania tuna uchaguzi lakini tutapita, na baada ya hapo maisha yetu lazima yaendelee pamoja, tuendelee kutumika na kumtumikia Mungu kwa furaha na kuwahudumia watanzania vizuri. Kwa hiyo tumeita hili kongamano kwa kusudi hilo hilo, na tunashukuru sana BAKWATA, tuliwapa jukumu la kuratibu hili kongamano na ninapenda nichukue nafasi hii kwa niaba ya sisi makatibu wakuu watatu, yani katibu mkuu wa TEKI, katibu mkuu yani mimi mwenyewe wa CCT, lakini hata katibu mkuu wa Bakwata tuipongeze kwa kweli. Bakwata, mmeliandaa kongamano hili vizuri sana, hongereni. mmefanya me, yani <coughs> zaidi hata ambavyo tulikuwa tunategemea. Kwa hiyo imekuwa ni nzuri aa, Alhaji Nuhu naona unaongea lakini nataka upokee hizi pongezi uh, uh, umefanya kazi nzuri sana asante sana pamoja na timu yako. Kwa hiyo wapendwa, tumebakiza siku mbili kuingia kwenye uchaguzi mkuu na tumeona ni vizuri kwa kweli tukutane ili kwa pamoja tuangalie haya mambo muhimu yaliyo mbele yetu, lakini tuliombee taifa letu hata kama mnapokuwa na uchaguzi, watu wana mitazamo mingi sana. Huyu ana mtazamo huyu, huyu ana mtazamo huyu, huyu mwingine, huyu huyu haridhiki na hili, huyu mwingine kwa hili, lakini bado sisi tunataka tuseme kwamba sisi bado ni Watanzania na sisi bado tuna nafasi ya kuendelea kushirikiana pamoja, pamoja na hayo ambayo wengine watakuwa hawana amani nayo. Kwa kadri of course mtu unapo gombea katika nafasi mbalimbali ungependa uh, uweze kufaulu au kuwa katika mazingira ambayo yatakuwezesha kufaulu, lakini hayo yasitugawe sisi kama Watanzania. Bado tuendelee kuwa pamoja, na sisi nafasi yetu kama mnavyojua, dini dini siku zote ni sauti ya Mungu hapa duniani. Je, katika haya mazingira tuliyonayo, Mungu anasema nini na Watanzania? Utaona kabisa bado Mungu atasema kwamba ninyi ni wanangu, mpendane, mshirikianeni na tofauti zenu ambazo mtakuwa nazo, basi muwe na busara katika kuzi kuziendea au kuzisemea, lakini bado ninyi ni Watanzania na hiyo kwa kweli Watanzania tusiiache, ndio ndio ndio uzima wetu. Sisi ni wamoja na hii nchi ni yetu sote kwa hiyo sisi viongozi wa dini tunataka tuliambie taifa hili kwamba sisi ni watanzania na Mungu ametupa hii nchi na nafasi yetu ni kuishi kwa amani, kwa kuheshimiana, kwa kusaidiana na hata maisha yaendelee kadiri Mungu alivyotuwekea. Kwa hiyo ndio maana mtaona kuna mada mbalimbali mbali zitaletwa hapa, zote zina sauti hiyo hiyo inayotoka kwa Mungu kwa sababu maandiko matakatifu katika vitabu vyetu vikubwa viwili, yani kitabu cha Biblia takatifu, lakini kitabu cha Korani tukufu, mtaona kabisa kwamba Mungu anatu, anatuambia tuseme nini, na sisi ni wajibu wetu kuipaza hiyo sauti. Hilo ndio kusudi ambalo limetuleta, na mimi a, niseme tu kwamba viongozi wetu tunashukuru sana lakini, hata serikali yetu tunapenda tushukuru sana kwamba mmekubali mwaliko huu wa kuwepo hapa, ili basi haya ambayo tunakwenda aa, sisi kama viongozi wa dini lakini na waumini wa dini hizi mbili kuyasemea hapa, basi na ninyi mkiwepo tunafarijika sana. Aa, asante sana mgeni rasmi kwa kuja na Mungu akubariki sana. Basi baada ya maneno hayo machache aa, nina Ninashukuru sana tena kwa nafasi hii. Asanteni sana.